Na karibu mpenzi mtazamaji katika mfululizo wa tutorial za Adobe Audition, na siku ya leo nitakuelekeza jinsi ya kupanga sauti, ambapo tunaanza moja kwa moja. Sauti zetu ni hizi hapa, tutachukua tutaweka hapa hapa. Baada ya kuweka hapa, tutakubali okay, na itarodi ita, ita ili tuweze kuona sauti yetu hapo, ili tuweze kufanya kama ni editing, ili kuweza kupanga tu. Kwa mfano sauti zetu tunataka tuzipange na tuzikate, mfano ni hapa, tuna play hapo yeah. Kwa hapa tutaona ni jinsi gani sauti yetu inasikika. Kwa mfano tunaashumu, tunataka sauti yetu ishie hapa, tutakuja hapa, tutachukua hichi etool kwa ajili ya kukatia, tutakata ambao tutaselect. Kwa, kwa mfano sisi tunataka sauti ambayo tutaitumia ni hii. Kwa hiyo hapa tunahitaji tuta tutaselect tutaiselect hivi, kisha tutabonyeza hapa, tutabonyeza hapa kwa ajili ya ku delete. Kwa baada ya hapo tutaongeza sauti yetu tena nyingine ambayo tunataka ni mwendelezo wa kwenye editing yetu ya sauti. Kwa tutachukua tena sauti nyingine ambayo ni hii hapa tutaongeza hapa. Baada ya hapo tutakubali tena okay, tutasubiri sauti yetu fanyaje? Iload. Kwa hiyo ni namna ya kufanyaje kupanga sauti na kuziedit. Kwa hiyo hii inakupa option ya sehemu gani unaitaka na sehemu gani huitaki. Mfano, kwa mfano hapa tuna pay. Karibu katika makala maalum kutoka chuo kikuu. Ehe, baada ya hapo tutarudisha nyuma itusikie muungano kwa sauti yetu tumeupanga hapa kama vile tunavyotaka. Hapo ndo kwa tunasikia sauti zetu, karibu katika makala maalum kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Naweza kusema mfano, tunataka tuishie hapo kwenye neno la chuo kikuu cha Dodoma. Tutakuja tena, tutakata hapa, tutaweka hapa, tutaselect hapa, tutarudisha tena hapa, tuta tutamaki kwamba ni hapa tujakata. Tukisha kata hapa hivi select sehemu ambayo sisi tuna na tuitaki, tutabonyeza hapa, tutafuta hii sehemu na hii tena, tutafuta na hii itakuwa na hii, tutapanga hapa na itakuwa na hii. Ndio jinsi ya kupanga nini ni sauti katika Adobe Audition. na wengi wanatumia hii katika kuedit sauti zaidi ya hata tano ambazo wanataka ziwe kwenye sehemu moja. Baada ya hapo, inakuja upande wa kusevu, ambapo kwenye kusevu tunakuja hapa. Tunakuja hapa na kwenye ku save wenyewe tunaenda kwenye ku export. Tunakuja hapa after kuja kwenye nandie, multi track mix down, mix mix down, tutakuja kwenye entire se session hapa na hapa itatupa option ya ku save kama jina hilo, tuweza tukabadilisha. Baada hapo tunabonyeza okay, na inakuwa ni tayari tumeshaweza kufanyaje ku edit sauti zetu kwa kuzipanga e, na hapo ni mwisho wa section yetu hii ya kupanga sauti katika Adobe Audition asanteni.